moja, tatu, nane. Karibu sana mwana michezo moja kwa moja eh, tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunaenda kukujuza moja kwa moja mchezo kati ya Mtibwa eh, Sugar ambao wanaenda kupambana na eh, Mbeya City katika siku hii ya leo. Ni mechi nzuri eh, kweli kweli. Ni mechi muhimu kweli kweli ambayo bila shaka tunaenda kuishuhudia sasa, kuweza pia kwenda kuona ni nani eh, ambaye ataweza pia kwenda kufanikiwa katika siku hii ya leo. Nani ataweza pia kwenda kuondoka na alama tatu eh, katika mchezo huu wa leo, kutokana na timu zote eh, bila shaka kuwa na kujipanga vizuri Yeah, Mtibwa Shuga ametoka kucheza na klabu ya Simba, na katika klabu ya Simba eh, Mtibwa Shuga aliweza kufanikiwa kupata sare eh, katika hule mchezo sasa. eh, kuweza kupata sare kwao, hii inazidi pia kutengeneza confidence ndani ya timu, ukicheza na timu kama Simba na unaweza kufanikiwa kuokota alama, bila shaka hiyo eh, unaweza ukasema ni eh, wakati mzuri kweli kweli kwao kwa kile ambacho walichoweza kukipata, lakini eh, moja kwa moja eh, mchezo ambao wanaenda kucheza sio mchezo mwepesi, ni miongoni mwa mchezo bora kweli kweli, na bila shaka ni mechi ambayo tunaenda kushuhudia kutokana hizi timu zote eh, wanaweza pia kuhakikisha wanajipanga na wanaweza pia. Eh, kuhakikisha wanaenda kushindana eh, vizuri katika siku hii ya leo. Nimewatazama Mtibwa eh, Mtibwa eh, sasa hivi unaona, ni timu ambayo inaimarika kwa upande wa eh, Mtibwa Shuga, jinsi ambavyo eh, moja kwa moja wanavyocheza, jinsi ambavyo wana uwezo pia eh, huwa kwenda kutengeneza nafasi, ni timu ambayo imeimarika lakini pia ukija kuwatazama Mbeya City, na wao wameenda kufanya usajili wa wachezaji kadhaa katika kikosi chao ambao wameenda kuongezeka. Bila shaka hao wachezaji ambao wameenda kuwaongeza katika kikosi chao ni wachezaji ambao wana uwezo mzuri pia wa kuhakikisha wanapambana, na uwezo mzuri pia kuhakikisha wanaenda kuwasaidia katika mchezo huu. Sasa moja kwa moja nitaenda kutazama vikosi vya timu zote mbili ambavyo vimeanza katika mchezo wa leo. Naanza kutazama kikosi cha Mtibwa Sugar kilichoanza mchezo wa leo. Mtibwa Sugar golikipa ni Constantini Malimi, wakati eneo la nambari mbili anacheza eh, Datus Pita, eneo la nambari tatu ni Haruni Vied, wakati eneo la namba nne anacheza eh, Chukwemeka eh, Corins, nambari tano eh, siku hii ya leo anaenda kucheza eh, nambari tano anaenda kucheza Twarib Mwenga, wakati eneo la nambari sita ni Omar eh, Banga, wakati nambari saba anacheza Magata Chaz, namba nane ni George Chota, namba tisa ni Kasim Shahibu namba kumi ni Juma Luzio Ndanda, na namba kumi na moja katika siku hii ya leo, moja kwa moja nafasi imeenda kwa upande wa eh, nafasi ya namba kumi na moja ni Juma Nyangi. Juma Nyangi pia ana uwezo kuja eh, kuongeza nguvu katika eneo la katikati ya uwanja kutokana na staili ya eh, uchezaji wake kwa hiyo bila shaka nayo tutaenda kusubiri ee, kuweza pia kwenda kuona kitu gani anaweza pia kwenda kukiongeza katika eneo la katikati ya uwanja ee, jinsi ambavyo anaweza pia kwenda kupambana vizuri. Kwa hiyo mwana michezo, bila shaka tutaweza pia kwenda kusubiria ee, kuweza e, kuona kitu gani ambacho kitajili uh, kitu gani ambacho kinaweza pia kwenda uh, kupambaniwa vyema. Kwa hiyo kama bado hauja subscribe hakikisha pia una subscribe channel yetu ya Sauti Kuu Tv uh, online hili tuweze kwenda sambamba. Kwa hiyo ki subscribe, basi kila kitu kinakwenda vizuri. Nikianza kutazama uh, kikosi, golikipa Konstantini Malimi ni golikipa ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri uh, kwa kile ambacho anaweza pia kuendelea kukitoa. Mchezo uliopita, mchezo dhidi ya Simba ni mchezo ambao alipata alipata nafasi ya kuanza yeye eneo la goalkeeper, lakini bado alikuwa anaonyesha eh, kile ambacho kilichokuwa bora jinsi ambavyo anavyopambana eh, jinsi ambavyo alivyokuwa pia akipanga ukuta wake vizuri kwa hiyo hayo maeneo yote yalikuwa yanaonyesha e, ubora ambao alikuwepo nao katika ule mchezo e, uliopita, kwa upande wa golikipa Constantine e, Malimi. Lakini ilikuwa eneo la namba mbili, Datu Spita. Datu Spita bwana, ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa kutosha. Mchezo e, uliopita, bila shaka miongoni mwa mchezaji ambaye ulikuwa na mwangalia kile anachokitoa kilikuwa bora, basi ni pamoja na Datu Spita. Datu Spita, mchezo dhidi ya Simba alianza kucheza kama namba mbili, baadaye akaja kucheza kama namba tatu, na bado kote alikuwa anapambana vizuri katika hayo maeneo yote ambayo alikuwa akicheza. Sasa mchezo wa leo, bila shaka ameenda kuanza katika eneo lake la namba mbili, na namba tatu ameenda kucheza Harun, eh, Evod yeye amerudi katika eneo hilo, na bila shaka nalo ni eneo ambalo anahitajika kupambana anahitajika pia uh, kuonyesha kile alichokuwepo nacho uh, katika kuendelea kuisaidia pia uh, timu. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutaenda kushuhudia uh, jinsi ambavyo timu uh, watakavyocheza Mtibwa, eneo la eneo la walinzi, wakati e, Chukumeka Korins anacheza na Twari Bumuwenga, wao ndo wanakuja kucheza eneo hilo wakati Uh, kiungo ni mkongwe Juma Nyangi, Juma Nyangi bwana, ana ana uzoefu wa kutosha miongoni mwa wachezaji ambao wameshuka na Mtibwa Sugar kutoka ligi kuu kwenda championship na amerudi nayo tena Mtibwa kutoka championship kwenda ligi kuu. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha kweli kweli katika eneo hilo la katikati ya uwanja, lakini pia ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo wa kushindana uh, vizuri pia katika mchezo huu eh, hu, eneo la kiungo huyo anacheza Juma Nyange eh, namba saba ni Magata Chazi. Mchezo uliopita dhidi ya Simba endo alifunga goli eh, Magata alipiga shuti zuri kweli kweli, ni naye ni miongoni mwa mchezaji ambaye unamtazama eh, kwa upande wa Magata kitu gani pia eh, anaweza kwenda kukiongeza. Kitu gani pia eh, anaweza pia kwenda eh, kusaidia kwa upande wa Magata. Kwa hiyo eh, bila shaka nayo we tutaweza pia kwenda kumwona eh, katika eh, mchezo huu na kile ambacho moja kwa moja anaweza pia kwenda eh, kukiongeza eh, yeye kama mchezaji Magata, akiwa pia ni mchezaji mwenye umri mdogo, ni mchezaji ambaye anahitaji eh, kuendelea kupambana vizuri. Kwa hiyo ni muda wake eh, kuhakikisha anaonyesha. Sawa, lakini hapo nimekujuza pia eneo lingine ambalo moja kwa moja eh, tulikuwa eh, tunaenda kutazama. Yes, nimekujuza pia eneo lingine hapo ni katika eneo la eh, mawinga. Bado bila shaka wana mawinga eh, wazuri na moja kwa moja wana mawinga ambao wana uwezo pia wa kwenda kuongeza nguvu kwa hiyo e, mwanamichezo, bila shaka tutaweza kwenda kushuhudia mechi yenye ushindani kutokana na timu zote mbili, lakini pia kutokana na aina ya wachezaji waliokwepo katika e, hizo timu e, zote. Sasa wachezaji wa akiba Mtibwa nje, kuna Andre Simchimba, kuna Ezekia Mwashilindi, kuna Abdur Hilali kuna Ismail Muhesa, kuna Omar Marungu, kuna Toba Kutisha, kuna Laurent Arfred, kuna Saidi Mkopi, kuna Evans Fabian, kuna Samuel Martin. Mchezo eh, uliopita eh, Saidi Mkopi aliweza kwenda kuanza, lakini eh, siku hii ya leo Juma Nyange ndio ameenda kuchukua nafasi, lakini eh, Abdulilali naye amerejea. Mchezo uliopita hakuwepo kabisa lakini siku hii ya leo ameenda kurejea miongoni pia mwa eh, mafundi pia katika timu hii ya Mtibwa. Basi ni pamoja na Abdul Hilali Kijibwa, eh, miongoni mwa mchezaji ambaye mchezaji wa zamani wa KMC shacheza sana pale eh, KMC, Abdul Hilali Kijibwa. Kwa hiyo naye ni muda wake wa kuhakikisha moja kwa moja anaenda kupambana na anaenda kuongeza eh, nguvu katika siku hii ya leo. Sasa hapo tulikuwa tunatazama katika eneo hilo na kile ambacho anaweza e, kukiongeza. Tunatoka hapo yes, tunatoka hapo moja kwa moja tunaenda kutazama eneo lingine ambalo tunaenda kushuhudia sasa, ni kwa upande wa Mbeya City na kikosi alichoanza nacho e, siku ya leo, kwa upande wa Mbeya City golikipa ni Beno Kakolanya wakati eneo la nambari mbili katika siku hii ya leo anaenda kucheza Baraka e, Ferimoni mara nyingi namba tatu, namba tatu anaenda kucheza Yaya Mbegu wakati nambari nne kwenye kikosi cha leo anaenda kuanza e, hapa nikitazama ni e, Kelvin Pemba e, Kingu anaenda kucheza katika eneo hilo nambari 4 wakati nambari tano ni Muhammad Ali e, eneo la nambari sita anaenda kucheza Rifat Msuya, wakati nambari saba anaenda kucheza Adil Buha e, nambari nane ni Hija Shamte, wakati nambari tisa ni Habibu Haji Kiombo na nambari kumi anaenda kucheza Kasim Seremani na nambari 11 katika siku hii ya leo anaenda kucheza Ambokile eh, David yeye ndo anaenda kucheza katika eneo hilo. Nikitazama Mbeya City, wame ni miongoni mwa timu ambayo imefanya pia maboresho katika timu yao, wamefanya maboresho kuongeza eh, baadhi wa ya wachezaji kwa ajili ya kuja kuwasaidia ndani e, ya kikosi chao, lakini bila shaka ni wachezaji ambao nao wanaweza kwenda kuongeza e, kitu, ni wachezaji ambao pia wana uwezo wa kwenda kupambana e, vyema. Kwa hiyo mwanamichezo, e, bila shaka nao tutasubiri e, kuweza kwenda kuona jinsi gani ambavyo e, watakuwa wamejipanga, jinsi gani ambavyo watakuwa wanaenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo kama bado hauja subscribe basi hakikisha pia unasubscribe chaneli yetu ili tuweze kwenda yes, sababu sasa hapa wachezaji wa akiba wachezaji wa akiba wa timu ya eh, Mbeya City ni Peter Mwalianzi ni Mwani Willi ni Pirar Kelvin ni Stewart Theodori. Uh, yupo Abdallah Kulandana, yupo uh, Said, uh, Naushad yupo Hamadi maji mengi, yupo Hashim Musa, yupo Kelvin Kijili, pamoja na mkombozi Asumani. uh, Kelvin Kijili mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba, ambaye alitolewa akaenda kujiunga na uh, Singida, kwa sasa yupo uh, katika kikosi cha Papo Nation Uh, Mbea City. Kelvin Kijili kama atapatiwa nafasi pia ana uwezo wa kwenda kuongeza nguvu katika eneo la namba mbili. Uh, speed yake ni miongoni mwa mchezaji ambaye ana speed uh, Kelvin Kijili ana uwezo wa kufika pia uh, kwa wakati mbele, lakini pia ana uwezo wa kuhakikisha anajipanga uh, vizuri sana uh, Kelvin Kijili, lakini eneo la uh, namba Uh, eneo lingine kwa wachezaji waliokwepo akiba uh, ni pamoja na Abdalla Kulandana uh, Abdalla Kulandana amesajiliwa kutoka timu ya Fountain Gate ameenda Mbeya City Abdalla Kulandana. Uh, sifa yake ni miongoni mwa wale viungo wazuri eneo la katikati ya uwanja ana uwezo wa kupiga pasi. Abdalla Kulandana ana uwezo wa kupambana eneo la katikati ya uwanja kwa hiyo uh, mwalimu Mekmeksime, leo ameamua kuanza na uh, uh, kuan lakini mwalimu yeye katika eneo la uanja ameamua kuanza na Adid Bua katika eneo hilo, lakini nje bado ana watu anaweza kwenda kumsaidia. Lakini pia apita eh, mwarianzi eneo eh, la juu naye ana uwezo wa kwenda kuongeza nguvu. Eh, vizuri. Mwani Willy Tobias bwana, eh, mwani ni miongoni mwa vijana wenye uwezo mkubwa sana katika kikosi cha Mbeya City, ana nguvu, ana uwezo pia wa kushindana eneo la ushambuliaji. Eh, ni mfungaji mzuri sana mwani Tobias. Kwa hiyo yeye na yeye yupo hapo katika kikosi, wakati mchezaji mwingine ni pamoja na eh, Hamadi maji mengi na yeye yupo eh, leo akiwa anatumika kama mchezaji wa kiba kwa upande wa Hamadi eh, maji mengi. Kwa hiyo moja kwa moja hapo tumeweza pia kwenda kukujuza eh, vikosi vya timu eh, zote mbili ambavyo moja kwa moja vimeenda kuanza katika mchezo leo. Kikubwa tu ambacho tutasubiri eh, kuweza pia kwenda kuona kitu gani ambacho eh, yes. Ambacho wanaweza kwenda, eh, pia kwenda kukiongeza. Yes, kitu gani ambacho wanaweza kwenda kukiongeza, kama wataendelea pia hawa wachezaji kupata nafasi. Kwa haraka haraka nikirudia vikosi vya timu zote mbili kabla sijatoka hapa. Eh, kwa haraka haraka vikosi vya timu zote mbili kwa upande wa timu ya eh, Mtibwa, golikipa ni Constantine Malimi, eneo eh, la namba mbili anacheza Datus Peter, wakati nambari tatu ni Harun Oviedo, nambari nne anacheza Chikumeka Collins, nambari tano ni Twari Bumwenga, eneo eh, la nambari sita ni Juma Nyangi, wakati nambari saba ni Magata eh, Charles, nambari nane ni Omar eh, Manga wakati eneo la nambari tisa anaenda kucheza eh, Kasim Shaibu, nambari kumi ni Joji Chota, nambari kumi na moja ni Juma Luzio Ndanda. Wachezaji wa akiba yupo Andres Mchimba, Ezekia Mwashilindi, Abdul Hilali Kijibwa, yupo Ismail Muhesa, yupo Omar Marungu toba kutisha, golikipa huyu yupo Laurent Alfred, yupo Saidi Mkopi, yupo Evans Fabian pamoja na Samuel Martin wakati Mbeya City eh, golikipa ni Beno Kakolanya, namba mbili anacheza Baraka mara nyingi eh, nambari tatu anaenda kucheza Yaya eh, Mbegu, eneo la nambari nne anacheza eh, Kevin eh, Pemba Kingu, wakati eh, nambari tano anacheza eh, Kasim Selemani, eneo la eh, nambari sita anaenda kucheza Adil eh, Buha, wakati nambari saba ni Hija Shamte, e, nambari nane katika kikosi cha leo e, moja kwa moja mwalimu ameenda kwanza na Mohamed Ali, wakati nambari tisa Habibu Haji Kiombo, nambari kumi anaenda kucheza Ambo Kile, na nambari kumi na moja katika kikosi cha leo ameenda kuanza e, Kasim Selemani. Kwa hiyo wachezaji wa akiba, yupo Peter Mwarianzi, yupo Mwani Wili, yupo Pirat Kelvin, yupo Steward e, Theodori yupo Abdallah Kulandana, yupo Saidi Noshat, yupo Hamadi Majimengi, Hashim Musa, Kelvin Kijili na Mkombozi Athumani. Kwa hiyo hiko ndo kikosi bwana. Asante sana kwa wewe ambaye ulikuwa unaendelea kutufuatilia hapa kupitia channel yetu ya Sautikuu TV online, tarudi tena hapa baada ya dakika tisini.